The Amazon Forest, msitu wa Amazon. Huu ndio msitu unaovunja ramani, maji yanayozaa wanyama wenye wa macho yanayongaza gizani na sauti ambazo hazina mwili. Msitu huu unapatikana Amerika ya kaskazini katika nchi kadhaa lakini sehemu kubwa ya msitu huu inapatikana nchini Brazil. Amazon ni zaidi ya msitu, ni mtego mkubwa wa kiasili. Mvua hapa haiachi kabisa kunyesha. Mito hubadili njia kila mara. Ardhi hutembea, ukiingia bila mpango ndani ya msitu huu unakumeza kimya kimya. Mazingira ya msitu huu ni tata sana, si rahisi kuyaelewa. Wanasayansi pamoja na wanaikolojia wamechunguza sana kuelewa msitu huu, lakini bado, ndani ya msitu huu kuna miti yenye mizizi yenye sumu kali, mto wenye giza ambalo linakataa kuonyesha kilicho ndani. Ukungu ni mzito, unakataa mwanga kupenya. Kila kitu hapa kina tabia yake: giza nene, maji ni mazito, ukungu unaishi. Hata satellite hushindwa kufuatilia misitu inayosogea polepole mwaka hadi mwaka. Huu ni msitu ambao hauheshimu kabisa maisha wala maiti. Msitu huu una wanyama hatari zaidi aridhini na majini. Hawa ndio moja kati ya wanyama hatari zaidi wanaotisha katika msitu huu. Tuanze na wanyama wa majini, Black Caiman. Huyu ni mamba pekee mweusi mkubwa. Ukitazama maji meusi kabla hujaona kitu tayari mamba huyu amesha kuona, anaweza kunyamazisha ukizama bila kelele. Electric eel. Huyu ni samaki anayezalisha umeme wa zaidi ya volti mia sita. Hii ni sawa na sakiti ya ukutani, anaweza kukuua bila hata kumwona ukigusa maji ya sehemu alipo. Pirana hawa ni jamii ya samaki wadogo wenye meno makali, linafahamika kama jeshi la sekunde. Wengi hudhani ni hadithi tu, lakini pirana wanaweza kumaliza mnyama mkubwa chini ya dakika moja. Wanapohisi tone la damu, wanabadilika na kuwa kama mashine za kung'oa nyama arizini pia ni sehemu hatari zaidi katika msitu huu. Utakutana na wanyama wasio na huruma kabisa, wanachojua wao ni kutoa uhai tu. Jagwa huyu ni jamii ya chui yanayefahamika kama mfalme asiyependa kelele. Huyu ndiye mfalme wa Amazon, anatembea kimya kimya, ana nguvu mara mbili ya simba kwenye taya zake, anaweza kuuma fuvu hadi kupasuka. Green anakonda, huu ni nyoka mrefu zaidi duniani, ana urefu kama basi. Uzito wake unakadiriwa kufika kilo takriban mia mbili na hamsini. Green anakonda si kuvizia tu, anakumeza bila huruma. Akikukamata si rahisi kujitoa kwenye mwili wake, kifua chako, mikono, hata meno hayana nafasi dhidi ya misuli yake. Ukidondoka kingoni mwake hakuna cha kufanya chochote. Goliath bedi ita, huyu ni buibui mkubwa duniani. Miguu yake inatoa sauti inapokwaruza ardhi, sauti ya onyo ambayo ukisikia unakuwa umeshachelewa. Anaweza kunasa ndege wakubwa na kuwala sumu yake inaweza kusababisha maumivu makali kwa binadamu, ila si kuua. Pamoja na hatari iliyopo katika msitu huu, kuna watu baadhi waliowahi kukwama ndani ya msitu huu, waliwahi kusimulia mambo ya kutisha ndani ya msitu huu. Mvuvi mmoja wa kabila la Tikuna anaitwa Kalosi Yari alitoweka zaidi ya saa sabini na mbili baada ya mashua yake kugonga gogo lililokuwa limezama ndani ya maji. Alisema, Siku ya kwanza nilifikiri nitakufa. Nilijaribu kufika ufukweni, lakini kila nikipiga maji niliona kitu kama macho mawili yananifuata. Hakikuwa kimya, kilikuwa kinafanya mdundo wa maji kana kwamba kinacheza na mimi. Usiku wa pili kilikaribia zaidi, sikukiona vizuri, lakini nilihisi maji yanavutwa polepole chini ya miguu yangu. Dr. Helen Ramos katika safari ya utafiti, mwanasayansi huyu alikwama na timu yake baada ya GPS zao kupotea. Walikwama siku mbili msituni, lakini kilichowatisha zaidi hakikuwa njaa, bali sauti zisizo na chanzo. Dr. Helen Ramos anasema, saa nane usiku tulisikia mlio kama bomba kubwa linavutwa, lakini ulitoka kila upande. Ulikuwa upande wa kushoto, ghafla ukaonekana nyuma, halafu juu ya vichwa vyetu hakukuwa na mnyama ambaye angeweza kutoa sauti ile bila kusogea karibu. Tulilala tukiwa macho tukisubiri mwanga.